Na hambao ku unasikiliza ni Baraka One TV, tuko majira ya saa sita hivi e, saa za Afrika kati ikiwa ni saba majira Afrika mashariki. Ni baba la baba mzee wangu wa Suma Rajabu wa Kili Kabonga, mm, haya, matangazo haya matangazo, big up sana kwa wote ambao mku na tusikiliza kutoka pande zote za dunia. Najua e, mkuu wengi kutoka Australia kutoka Canada kutoka Europe, USA Central pamoja na East Africa na wengine wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. E, ndugu zangu, matatizo ambayo yako yanajitokeza kwa upande wa Fizi mm, tutazungumzia vitu vikubwa viwili: vita yenye ilifanyika point zero, pia piage systematique yenye ilifanyika muvile ya Uvira. Ministere ya communication imejia kunevu ya province. E, porte parole wa mm, gouvernement provincial, msemaji wa serikali ya jimbo e, Bwana DD Kabi aliweza kutoa taarifa kamili ya yote ambayo yalifanyika ndani ya jiji la Uvira, huku e, M23 wakifanya crime contre l'humanité kwa kufanya piaje niko systematic kitu ambacho kiukweli ni haibu sana, ni haya ni kitu cha haya depuis waanze kupie muhira ndio wanaonesha haya ya piaje. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu like, pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata haya matangazo kila wakati. Nafikiri ndugu zangu katika haya <laughs> yote ambayo tuko tunazungumza tuna hapa e, lazima tu tutakuwa tuna mabadiliko kwa kila hatua. Na nitoe tena shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Sababu support yenu ni muhimu sana. E, hapa katikati kuna mambo yameweza kwenda vibaya vibaya yamejikoroga koroga, lakini sisi bado tu tunajitahidi kusema kwamba tukuletee kile ambacho wewe unastahili kupata. Tuanze na hili swala la point zero. Tulizungumza juzi kati hapa kwamba Twigwaneho sawa, Red Tabara, M23, swali si walifanya reconciliation na, na, na, na Babembe sindio? mm -hmm wabembe wake kule kwa kuba, kwa Nyarwanda bakazungumza oh, tusameane tuishi kwa pamoja, nina nini haya. Kuna image yao kule inaitwa Imurenge TV, ndio hiyo hiyo Imurenge TV ndio ilifanya reportage ile ya reconciliation kule, tusameane batugane na wabembe tusa ba, bakamalizana. Ndugu zangu wabembe, tutadanganywa mara ngapi? Leo hii ile ile Imurenge TV na Banyamurenge basondize Banyamurenge ba refugee Rwande na Batwigwaneho eh, jana lese apres oh, oh, oh, kujaribu kurepuse bawazalendo maeneo ya point zero wanasema ke tuko tunashuka mpaka wapi? mpaka Baraka twende tulibere Baraka kule kote twende tu tukamate wakati valiongea na Babembe kusema kwamba rekonsiliasion, tuishi kwa amani, tusipigane <laughs> tusipigane, makabila yote tuungane, tusipigane. Mi nikasema hili swala, okay, sawa idea ya kuungana, tuishi kwa amani ni sawa. Je, nyinyi ndio kitu kenye mko nacho? Aya, ona sasa venye walianza atake kwenda kuwatakia wenzavo, ni nani? ni hao hao. Unaona ni hao hao. Hapa ni kuna pointi kubwa ambazo nitazigusia ni hapa, ili tuekale mambo sawa. Leo hii tu tunasikia wako wanajinadi, wanasema tozo beta bango, tuko tunabapiga, tuko tunapiga FRDC, tuko tunapiga wazalendo, tunapiga defensi ya ba, ya Barundi tunavapiga, situkwa neo hiyo tunavapiga, ndo yuko nasema hiyo. Yu. Kesho drone zikianza kubombarde kule mi, uh, mikenge wapi wapi wapi kupiga position zao zenye balikuwa bashaweka, utasikia habari zinatoka seme FRDC iko na bombarde aveuglement population ndo utasikia hivyo. Leo akuna mwenye ashandika hii mamenasa jibe e, yenye Twigwaneho M23 RD, RD, RDF na Red Tabara wako wanafanya hakuna mwashandike lakini sasa tutaanza kubapiga, utasikia ma declaration bo. Nataka kumaanisha nini hizi habari zenye, um, mko mnasikia kwamba point zero bali kamata. Point zero ilikamatiwa ni uongo, habari ni za uongo. Katika vita kuna kuka defense ya kwanza, ya pili na ya tatu. Of course walivunja defense ya kwanza wakavunja ya pili. Wanaanza ingia maeneo ya point zero. Ile kilitokea ni ranfor ya wazalendo kujiraforce double kwa sababu wao waliweza kukontourne kama kawaida yao, ni wazee wa madiverje. Baada ya kufanya kukontourne, wakaanza kuwapiga ndugu zetu kwa nyuma. Niko nakuambia historia ya vita gisi ilifanyika, anza kuwapiga kwa nyuma Vijana ikabidi wafanye repli, waache washuke, kisha wao waingie kwenye wako. Baada ya pale renforce zikaongezeka, ndo kuanza sasa kuwasukuma nyuma, ndo kuanza kuwasukuma nyuma titi titi titi titi mpaka inafika maseze deja point zero. Sehemu zingine zote ziko mkontrole ya wazalendo mpaka igisi saa hizi hapa ninakuongea na wewe na kwa hiki ambacho walikitafuta wali sasa Wanataa ona chante makuni, hatupende tu kusikia deklarasyon ya kusema ki, biko napiga raia juu venye balikia uwa ba FRDC habiko raia, habiko raia ni wapiganaji, watugane na wanajinadi wanasema tuko tunapigana. In short kwa sasa hivi wa, uh, ile menase nyilikuwa inakuja kuteritwari ya ya Fizi eh, kuvile ya Baraka na maeneo mengine ya chini ya milima ya uplatu na uplatu, bashe fukuza mbali bashe piga mbali mla wanaichi, mnatakiwa mtulie tu mwishi kwa amani na msiwe na wasiwasi wote. Sasa hapa kuna kitu ambacho nataka nikigusie. Hichi kitu lazima tuwe tunaambiana, nikifafanua vizuri Wanyarwanda wa refugee rwandao, basi wandiza Banyamurenge. Hawa watu kiukweli, kubadilika kwao hawatobadilikaga hata siku moja. Kwa nini nasema hivi? Mimi niko napata maujumbe mengi kutoka kwa hawa watu mengi tu, hata ukiangalia kwa mantere zao ni tofauti na za wengine. Hawa watu katika vichwa vyao wanajua kwamba Kongo ni ya kwao, wao ni wa Kongomani na ndio wako wanafundisha pia mpaka watoto wao, kisha wanajipa moyo kusema kwamba siye babembe tulitokea Tanzania, pale fizi haiko kwetu. Unaona wafuliru na wao walitokea wapi? Sijui, sijui Burundi, na wengine walitokea uh, wapi, wapi, wapi, wapi, wapi, wapi. Kongo sio kwao. Haya sasa, na, na nyinyi mlitokeaga wapi? Awasemi. <kit> Unaona, <gulone> si tulitoka tutu, Tanzania sawa, mweye mlitokea wapi? Awasemi, wanajifanya wao ndio wamezaliwa pale. Katika mazungumzo tu ya kawaida ya, ya binadamu nawambiaga hivi, kuishi na, na nyinyi, ile deja iko systematic sawa iko sistematiki, hatuwezi kuepuka ile lakini mnatakiwa mjikonforme kusheria za nchi na muishi kwa kukubali kwa kuelewa kwamba nyinyi hamko Wakongomani, ni wageni ambao mlikuja, historia zenu ziko wazi. mu miaka ya elfu moja mia tisa na hamsini na nane vita za Kaibanda kule Rwanda, mlikimbilia Kongo, sawa wengine walikuja kufanya kazi kwenye viwanda kule mamibaa, mawapi, mkaletwa kuja kufanya kazi, kuja mamibama, wapi, kufanya kazi. Wengine walikuja kuja kuchunga ng'ombe, ndio mkawa sasa mnaoana, unaenda Rwanda unaleta mwanamke wako, anakuja Kongo unazaa naye, akizaa mtoto anazaliwa pale. Mara wengine kwanza kabla ya kuzaa, juu mko mnafanya sababu, bibi yako iko mimba, mnamvusha Rwanda. Anaenda zalia Rwanda, kisha anarudia na mtoto malerezima. Ma services zetu zilikuwa ziko wazi, zinawachia njia wazi, hakuna control ya ajabu. eda ye Askofu Kapangwa Kapangwa, ye Jerome Kapangwa alisemaga siye, tulikuwa tuko na bateme banaandika ba refugee Rwanda ni, ni ile makarte za bateme zabo andika refugee Rwanda Uzaire tulizaliwa Rwanda, tuko banya Rwanda, hatuna ardhi mu Kongo. Tutawaambia mara ngapi? As long as hampendi kuelewa hili swala basi, nyinyi mtabakia ni watu wakulialia kila siku, na hiyo minembo yenye mko mnalilia, minembo haiko yenu, minembo haiko yenu, minembo ni ya watoto wa territory ya Fizi. Nyinyi ni wakuyakuya ushelewa nyinyi ni wakuja kuja, amna kenye mtakuja kuempozea watu alafu kitu kenye mnakuaga mko nacho mwakili zenu kutaka kudomine watu. Unafika unakutana na, na, na mwenye nyumba yake, sasa wewe ndo uwe baba mwenye nyumba udomine mwenye nyumba uanze kumuongoza mwenye nyumba. Kenye mlifanya Rwanda kuwafukuza wautu mu Rwanda haiko ndo kenye mtaweza Mkongo, licha mko na kuwa na ba marionete babumbafu wa mwana ni ba kongole mwenye biko nyuma yenu. Wale ni washenzi wale, wako nyuma yenu juu ya pesa tu, juu ya pesa tu, unaona. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza kufanya hapa ni nini? Ni nyinyi kujisumetre, historia yenu inajulikana, iko wazi, na sisi pia tuko tunazidi kufundisha wakongomani wenzetu kwamba hawa watu hata wajililishe namna gani, hata walie vipi

enye kilifanyika Uvira. Ona piaje nye Uvira. Eske ile gudro ilipanda Minembwe. Tigane ya, tigane ya, tigane ya. Ile gudro ilipanda na ni Minembwe. Ii magari nye iku na ibiwa Uvira hapa mabajaji, mamoto. Ziku zenda Minembwe. Uzona barabara nye ila jinga Minembwe. Aya. Mbona nasema utawala mbaya ni wa Tshisekedi. Ah, semuko Minembwe. Mwisha fanini Minembwe. Eske, mwisha jenga hata masomo Minembwe?

Aoni kama ni laana nyimko nayo. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Na kila Mkongomani de pere de mere mwenye iko ngambweni. Unaona sababu mbafu moya huyu. Huyu mwenye iko nasema na sema oh oh, oh tuko napapiga point zero sio nani. Huyu uh, mshenzi moya. Ni mfuliru huyu. Ngoe ni sema mfuliru waseme oh niko na naongea masuala ya ku ya yani ya ubaguzi. Ah ah. Huyu ni mfuliru. Huyu ndiye sasa na kinasambaa useni. Na ni mubembe. Watu kama hao sio watu wa kuishi. Sasa muulize, alifata nini kule eh? kule ni nani? kuna plug gani? atapata nini? Kumbe ndugu zangu, kama hamtatia iki tumwakili kwamba mko ba refugee na mnatakiwa mjisumetri kila siku, mtabakia mwiyo hali yenye mko ndani. Kila siku hivo hivo mtalia mpaka mchoke n na siku tutapataka rais mwenye iko na roho ngumu, ndo siku mtajuta vyura, mkuaki tena kule. Si mnajua vile vyura wao wo wanya vyura, hamko wanya... tena vyura wote walifukuzwa wote, vyura bado hapo au ushenzi na mko nayo.

Ona gudro yetu yenye tulikuwa tunasumbukia miaka na miaka. Mimi si nisemaga. Nilisemaga. Hii barabara yetu yenye iko natengenezwa na mimi Nasa za M23. Hii barabara haitaisha, itaharibika. Wakiingia tu Uvira ujue hii miradi yote yenye ilikuwa juu ya maendeleo ya Uvira inaisha. Et voila kinyi kinatokea. Kisha bakina muyuva. Godefa muyuva. Washenzi babumbafu bumbafu wa moyo hivi ya Biko Moyo Ventura, lakini na Stanislas eh, Baleki, washenzi wa bumbafu bo, si hata ni seme sura zao, sijui patasitia wapi moyo Uvira yote mwenye alunga mkono M23 kuingia Uvira mbele wapetia luvungi ya sangi, wa shenzi bajinga wenye walunga mkono M23 kwa kuharibu proje yenye ingesaidia maelfu ya watu hivi. Wewe unafikiri Uvira iko kwa sura gani? Haya, hivi kwa hiyo ambayo yametokea. Eske kweli Uvira tena itapata barabara kwa sasa hivi? Tuombe Mungu. Bo, labda juu ni serikali itachukua maamuzi mengine kusema kwamba ilitokea mwakati fulani tu reinforce tena, lakini hii ni kurudisha nyuma maendeleo ya nchi. Tulikaa miaka zaidi ya ishirini ya utawala wa Ipolite Kanambe, walibomoa manyumba a Uvira zaidi ya mara saba, hatukonaka gudro, hatukonaka miradi mikubwa kama hii. Leo mwenzao anakuja anaonyesha dalili ya kuleta miradi, wanakuja kuvunja makusudi juu mradi usifanyike. Hiye ambayo walifanya ni oda kutoka direkt kwa Kagame na Ipolite Kanambe kwamba tuweni materiali zote za construction mu Uvira za ziko na, na jengo juu ya faida ya, ya, ya wananchi ili waendelee kuteseka. Juu sasa tutakuya tupate cha kuwaambia bana, iba maminerema kila kitu wanapeleka directement Rwanda. Kisha Rwanda iko na kataa kwamba haiko inahusika na M23. Haya, huyo unasema M23 hawajui. Koma utapokea kitu kutoka kwa M23, ina maana kwamba eh, anainunua kitu cha mwisi na ni mwizi gisi maneno inasema. Kwa hiyo hali imekuwa ni mbaya sana Uvira. M23 wamefanya piaje moja ya ajabu, ukiachana na vitu vya serikali, wameiba mpaka vitu vya raia, pikipiki ambazo zilikuwa kwa kulala pale, mabajaji manini, matropi, ne, izi, ma, ma, manini eh, makiriku ma vitu wameisomba na kusombelelea mpaka viti vya plastiki vya mabiro ya leta hivi mabiro za leta za, zinabakia kweupe kweupe kweupe mpaka ile mabiti ya, ya, ya mambao bali baliiba kwenda kuzishia batu makuni. Ni aibu sana, inasikitisha na inatia aibu na inaonyesha poe gani makahoko watabakia, okay. Yani kahoko tu kuwa makahoko, yaani kahoko ni kahoko tu, hawezi kushangaa Kahoko ni kahoko na ni laana kubwa sana, na ole wenu kwa wote mwenye iko nashirikiana na, na M23, ole wenu. Hawa watu sio watu wa kuacha Uvira, inabidi waondoke waende na wezi wenzao, sababu huu ni wizi ambao hauwezi kuvumilika. Hatuwezi kuvumilia wizi kama huu. Na mtuishie kwanza hapo eh, kwa mchana huu nafikiri umeweza kushuhudia yote ambayo yamefanyika na hali jinsi iko inaendelea. Eh, mengine tutakutanana tuta majira ya saa tisa, kupita Baraka 1 TV.